Hey, nakujanga tu saa nyingine. Sasa tunaona saa hii imeisha kidogo, lakini wakati mwingine nakujanga mingi kwa nyumba, tena iishi naye tutashukuru. Hii ufadhili vyenye mnaona ni ya Spika Bwana Fredi Kodilo. Ni yeye ndo ametusponsor. Hii ni foundation yake ameona a give back to the community. So ni yeye anapeana kwa community kama msaada wake. Ukiangalia mali kama huku kuna area MCA, kuna MP wanatoka huku lakini hata hawajui kama kuna funza huku. Fredi Kodilo, yes, ni Obusia county lakini atoki ile eneo. Atufanye tu jiga peke yake, tunafanya environment and climate change. Kwa health, ndo hii tuko kwa jigas, tunafanya sports na vitu zingine. So hapa hivi tulipo, tunashughulika na hii mambo na jigas tuko na tunataka kufanya medical camp across Busia county, ya enye italeta watu wote pamoja, si jigas tu peke yake. Tangia tuanze ili shirika, tumefikia watu zaidi ya mia moja wafunza na, ni jambo cha kusikitisha sana kuona kwamba katika hii karne bado kuna watu wanasumbuliwa na funza. Wengi hawajiwezi, ni wale maisha yao iko chini sana. Lakini unajua kujitolea, na mkono ambao hauna kitu hauwezi endelea kufanya mazoezi yoyote. Kwa hivyo wakati hii grupu ilianza, tuliona kwamba watu wengi wanateseka katika jamii, na kuwafikia lazima sisi wenyewe tuende. So vile tuliamua kufika, tuliona kwamba tunalemewa kwa maneno mawili matatu, kama fedha za kufika huku na kununua madawa Tukamwaproche kiongozi wetu ambaye ni Bwana engineer Fredrick Wafula Odilo ambaye ni speaker wa kaunti ya Busia. Aliweka mkono wake kweli kutusaidia, hata kadri tulikuwa tumeguama last week, ila kadri tulikuja, alituambia mwezi guama kama mimi niko nitawanunulia soda wa gonjo wangu wakunywe na madawa fulani, akatupatia madawa kweli, tukasema hiyo ni kazi nzuri, na Mungu pia kama anabariki pia yeye aendelee kumbariki. Naomba wale ambao wameadhirika na funza kwamba usafi ndio kitu ya muhimu, na kama unaona uko na, na funza na unaweza tupatia e, ripoti, tufikie mapema. Sisi tunapanga siku, tunakuja kusaidia jamii katika hali ya kuondoa funza, na uongozi uliopo, maanake hapa tulipo ni afisi ya chifu, na unaona ametupatia ruhusa kwa sababu tumezungumza naye tukamweleza naye akasema kwamba shida ya funza iko katika area yake, sisi tukasema tutamsaidia. Huwa, tukienda kwa kijiji tunaangalia kila familia zenye inaendelea na sana sana, venye huwa naendelea kwa kijiji, huwa napata familia zingine ziko zenye madudu kwa miguu zimeenea sana. Kulingana na kijiji cha Bulemia East, tuko na watoto na familia zingine zenye ziko na jiga sana, na sana sana hizo familia ukiangalia, ni wale ni zile familia ambazo haziziwezi sana. changamoto tuko nazo serikali yetu iko na dawa ya funza. Sasa tumekuwa na shida ya tuende tufagie maboma za watu, tuende tujaribu kuleta usafi. Lakini sasa naona hii imetusaidia kwa sababu ni dawa, wanatibu, wanafanya usafi mzuri sana. Sasa naona wametusaidia sana katika community.